Usisahau kusubscribe kucomment kulike na kushare ili kuwa kwanza kupata habari mbalimbali mbali kutoka Dar24 Media. Kwa Watanzania wanaoishi nje na raia wa nchi nyingine wenye asili ya Tanzania au maarufu diaspora, kwa kuwa sasa serikali imewatambua kama wabia muhimu wa maendeleo, karibuni nyumbani kwa uwekezaji katika sekta za kiuchumi na kijamii. Na ni wajibu wenu kuzitangaza sifa njema za Tanzania katika maeneo yenu mnayoishi badala ya kuisema vibaya nchi yenu mlikotoka. Kwa sekta binafsi ya hapa nchini, serikali inajitahidi kufungua milango ya kibiashara ndani na nje ya nchi. Tunawasihi kuzitumia fursa hizo. Vile vile tunakaribisha zaidi sekta binafsi kutoka nje ya nchi kufanya uwekezaji hapa nchini. Kwa wananchi kwa ujumla na hasa vijana wa Kitanzania niwasihi kuchangamkia fursa za kiuchumi na kijamii zinazotokana na kutanuka kwa uwekezaji na biashara zinazoendelea nchini. Na hapa nimefurahi kuona vijana waliokuja kutuimbia hapa, wameimba kwa hamasa na wameimba kwa kuamini moyoni kwamba hii ni sera yao na ni kwa ajili yao. Kwa hiyo niwatake vijana, mchangamkie hayo